Na masalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, alhamdulillah. Leo ni mwendelezo wa kutoa ripoti ya sadaka za ndugu zangu Waislamu ambao mnanipatia kwa minajili ya kuja kukarabati jengo la Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala. Nadhani unauona msikiti gisi ulivyo. Mimi nimeuchukulia kama ni moja katika msikiti ambao uliosaulika hapa Bujumbura, lakini tuwapongeze waliotangulia kufanya juhudi zao zilizokuwa kubwa sana. Uh, ukiangalia ukiangaliak leo tunaingia katika kuhakikisha kwanza wamepata choo, kwa sababu hapa pa kwa watoto wa Qur'an, takriban zaidi ya watoto 35 hivyo hivyo na kitu. Sasa hawa watoto wanasoma hapa wakiwa wa kike na wa kiume, lakini hawana choo. Sasa unaangalia mtoto pengine ana anaenda chooni kwa kujisaidiza kwa namna moja wala nyingine, huku bado hajapata stara na anauchukua mshafu, kutokana na heshima ya dini yetu, kutokana na heshima pia ya kuibeba Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Tukaona kwamba tupambane angalau wapate vyoo viwili ambavyo wanaweza wakaingia na wakajisikia wana hadhi iliyokuwa kubwa sana, lakini sio kwa watoto tu wa madrasa, lakini hata na Waislamu ambao wanaoswalia hapa takriban swala tano. Anapoingia imamu, basi kunakuwa pamepatikana choo hata na cho, wageni ambao wanaopita hapa. Mimi nia ya yangu ni kuifikisha sadaka yako ambao unaendelea pia kunipatia ospot ike ni hiyo iko tayari imejengwa kwa nguvu kubwa ya ushirikiano wa ndugu yangu Sheikh Abdul Shakur. Na yeye amefanya jitihada zake kuwapatia waislamu wahamasishe pale msikitini, nadhani hiyo ni swadaka. Lakini na mimi nikaona nije niungane na ndugu zangu waislamu ambao wanaifanya kazi. Gharama nadhani bado unaiona ni kubwa, inahitajika wakipatikana kwa choo. Nimepata tabu sana kulifanya hili kwa sababu hakuna maji huku, na baada ya hapa naingia sasa katika harambia kuikamilisha kuwapatia kisima cha maji. Tazama namna gisi tunavyochoka maji, nalazimika kwenda na gari kuyafata kinama mbali kidogo, kuzone pale ndo nayashota kwa gari, napanda kwenda na kurudi Nachoka lakini, na imani kwamba mchoko huu naitengenezea akhira yangu na nuru pia ya kaburi yangu, na nakutengenezea wewe ambao unanipatia sadaka yako. Kuna mmoja amenipatia elfu hamsini zake, kuna mmoja amenunua kitio chake, kuna mmoja amenunua kikanyagio hichi cha chooni, kuna mmoja amenunua pia simenti yake. Tukiziunga hizi nguvu za pamoja, ndo tukio linalifanya na jambo linakamilika. Namba yangu niyo hapo yalimikashi na wewe unaweza kuwa tena mmoja katika wengine ambao atakaituma laki yake moja, mimi niisimamie sadaka yako. Nina shida ya mifuko tano ya simenti ili niweze kumalizia zoezi langu, lakini pia nina shida ya kupatikana kwa laki moja na elfu hamsini kwa ajili ya pesa za wafundi. Baada ya hapo pia nina shida ya kumalizia kufanya finisage ya humu ndani, bado tutahitaji kama gharama ya laki tano tu franga za Burundi, ili niweze kulimaliza zoezi hili. Ni mtu mmoja tu anaweza akanipatia laki za kitano, wala watu wanne, nikawa nimezikamilisha. Limikashi ni hiyo hapo, unaweza ukaidumkiza sadaka yako. Kodi ya limikashi ni hiyo hapo, lakini namba yangu hiyo hapo ya WhatsApp ni hiyo Nunua mfuko wako wa simenti popote ulipo, mimi uniite, nichukue nikufikishie amana yako. Waliokuwa nje ya Burundi, huu ndio mlango wenu wa akhira yenu na pepo yenu. Kwa marehemu waliotangulia kaburini, tuihakikishe kwamba tumepambana kwa pamoja. Baada ya hapa, tuwawekee kisima. Namwomba Mungu anibarikie katika haya ninayoyafanya, na akubarikie na wewe ambaye utakayesambaza video clip hii. Mungu atubarikie sote.